Nasikia kuhusu upatanisho wa kisarufi ni ule ukubaliano, ni pale uh, uelewa, uelewa ni kule uelewa wa kisarufi ambao unatokea kwenye sentensi, na hapa ukipata ni wa zinaitwaje hizi zi, ni wa viashiria, viashiria au vionyeshi. Ikiwa kitu kiko karibu kidogo Iwapo kiko karibu kinaishia na o, a, au e. Iwapo kiko, kiko mbali kidogo kinaishia na o. Kiko, kiko mbali sana kinaishia kwa e au le. Kwa hivyo kamilisha sentensi zifuatazo kwa, kwa kutumia vivumishi sahihi vya a unganifu. Ukiona a unganifu nilikuambia ni silabi moja, na hiyo silabi huwa imeambatanishwa kwa nomino tana kidato cha tatu. Swali la kwanza pahali pazuri pa kuishi ni pale, lakini mule ni mzuri, mna mwa kuhifadhi mazao. Kwa hivyo pahali pazuri pa kuishi ni mzuri mwa kuhifadhi mazao, mzuri mwa kuhifadhi mazao. Swali la pili. Usione wembamba wa reli gari moshi upita wembamba wa reli. Jamaa yuyu huyu ndiye aliyemwibia simu. Umeandika jamaa huyu, sawa, lakini visisitizi lazima iwe yuyu yuyu, si ndio? Mhm, yuyu huyu Kitabu chicho hicho ndicho kilichonunuliwa na mwalimu. Chicho hicho au hicho hicho? Hicho hicho au chicho hicho? Kuchelewa kuko huko ndiko kulikomfutisha kazi mwaka jana. Kuchelewa kuko huko ndiko kulikomfutisha kazi mwaka jana. Swali so, la pale upatanisho wa kisarufi si umeona vivumishi vya pekee, nilikwambia uandike maana ya vile vivumishi vya pekee kwa sababu kwenye mtihani huo unaambiwa, si ndio? Ukaandika ote uonyesha ujumla bila kubakiza chochote, oote uonyesha kutobagua, enye uonyesha kumiliki, enyewe uonyesha msisitizo, ingine uonyesha zaidi ya au baadhi ya ingineo huonyesha zaidi ya au bila ubaguzi. Kwa hivyo tuangalie um, zoezi udogo wowote utatufaa kwa sasa. Udogo wowote utatufaa kwa sasa. Funguo zenyewe zenyewe au zingine au zote zilipotea. Kwa hivyo unaweza kusema funguo zenyewe zilipotea, funguo zingine zilipotea nguo zote zilipotea. kitabu kitabu kingine kimenunuliwa, au seme kitabu chenyewe kimenunuliwa. Kuna jibu jingine, theluji yenyewe iliyeyuka, au theluji yote, theluji yote iliyeyuka. Ugonjwa mwingine umegunduliwa. Ugonjwa mwingine umegunduliwa, au ugonjwa mwingineo, mwingineo umegunduliwa. Huwezi uh, tumia ote au ote, huwezi, kwa sababu ni jumla ukutobagua, na huu ni ugonjwa unaangalia upatanisho wa kisarufi. Kwa hivyo kuna matumizi ya amba na o rejeshi. Wakati unatumia amba na o rejeshi, hazipaswi kutumiwa katika sentensi moja kwa sababu amba na orejeshi uturejesha kwenye fikra za nomino, inaturejesha kwenye nomino. Na ukiangalia kama ni orejeshi, huongezewa kwenye mzizi wa kitenzi na utegemea ngeli kwenye sentensi. Iki umetumia amba, hupaswi kutumia orejeshi, unatumia tu mojawapo. Tuende katika zoezi. Andika hapo ukurasa. Onyesha aina tatu za vivumishi visisitizi. Vivumishi visisitizi, kwa hivyo kuna vivumishi visisitizi vya karibu, vya mbali kidogo na mbali sana. Hivyo ndivyo vivumishi visisitizi, kwa sababu kwenye mtihani una, unaambiwa tunga sentensi kwa kutumia kivumishi kisisitizi. Kwa hivyo kuna vivumishi visisitizi vya karibu, mbali kidogo na mbali sana. Kwa hivyo iwapo kiko karibu, utasema ni hii hii, mbali kidogo ni hiyo hiyo, mbali sana ni ile ile. Kwa hivyo iwapo ni wakati, umeandika hapo karibu, andika inaishia kwa u, a au i, mbali kidogo uishia kwa o, na mbali sana uishia kwa e. Hizo ni irabu Vivumishi visisitizi vya karibu uishia kwa u, i au a, hizo ni irabu. Mbali kidogo uishia kwa o, mbali sana uishia kwa e. Pili, kuna aina ya mbili za vivumishi vya idadi. Kuna idadi kamili na idadi kamili kuna idadi kamili, vivumishi vya idadi kamili ama idadi isiyo dhahiri. Kitabu hapa kimesema isiyo dhahiri. Ikiwa kamili ni pale ambapo unaweza kusema watu wa wawili, watatu, wanne, watano, watu saba, wanane. Iwapo ni si dhahiri, unasema wachache, wengi, tele, kadha Andika uh, aina tano za vivumishi vya pekee. Si unavijua, tumeviandika pale. Vivumishi vya pekee kuna ote oote enye enyewe ingine na ingineo. Hivyo ndivyo vivumishi vya pekee ote oote enye enyewe ingine ingineo. Tusaishe swali la tatu. Patanisha kisarufi nomino ulizopewa na kivumishi cha a unganiko katika sentensi: maziwa ya mtoto yamenywewa na paka. Maziwa ya, kwa hivyo swali la kwanza pale ni mto wa, mto wa, mto wa. Pili kichaka cha, kichaka cha mparachichi, wa mparachichi wa uzuri wa uzuri wa. eropleni ya eropleni ya. kuhuna kwa kuhuna kwa. maafa ya maafa ya. chumfi ya chumfi ya. udevu wa udevu wa unenaji wa unenaji wa kwa wingi. Swali la ba hizo sentensi ulizozipatanisha katika swali la tatu a ziwe katika hali ya wingi. mito ya mito ya vichaka vya vichaka vya miparachichi ya miparachichi ya uzuri wa uzuri wa eropleni za eropleni za kuguna kwa kuguna kwa maafa ya maafa ya chumfi ya ndevu za sasa, inana ndevu za unenaji wa unenaji wa unenaji wengi ni unenaji. Swali la nne. Tunga sentensi ukizingatia upatanisho sahihi wa kisarufi kati ya nomino ulizopewa na mzizi amba. Kipepeo ambaye, kipepeo ambaye. Wayo ambao, wayo ambao. Ambao, ambao. Asali ambayo, asali ambayo. Duka ambalo duka ambalo, kompyuta ambayo, kompyuta ambayo, ufito ambao, ufito ambao, ufisadi ambao, ufisadi ambao, subira ambayo, subira ambayo, mahaba ambayo, mahaba ambayo ukuti ambao ukuti ambao. Swali la tano, kamilisha jedwali lifuatalo. Kuna nomino chache wingi tele kadha viroboto wachache wachache wengi tele kadha wachache wengi tele kadha majeraha machache machache, mengi tele, kadhaa marashi hapo unaandika kapa, hakuna chache. Kwa hivyo marashi ni mengi, marashi tele na marashi kadhaa. Meno machache, meno mengi, meno tele na meno kadhaa. Miti michache miti mingi, miti tele, miti kadhaa. Leta vitabu hapa. Fungua mahali tumefika. Leta kitabu hapa. Leta kitabu hapa mbele.